Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kamati ya Seneti kuhusu uwekezaji wa umma katika serikali za kaunti na hazina maalum imetaka serikali kuu kuhakikisha utoaji wa mgao wa fedha kwa serikali za kaunti unafanyika bila kuchelewa. Wakizungumza walipozuru kaunti ya Kwale, wanachama wa kamati hiyo pia wametaka wizara ya afya kutoa malipo ya sha kwa hospitali za kaunti kwa wakati ili kuzuia huduma za kaunti kukwama. Kamati hiyo imesema kuendelea kucheleweshwa kwa fedha kutoka serikali kuu kunalemaza miradi mingi ya maendeleo na huduma za msingi katika serikali za kaunti. Tutahimiza kaunti government ya Kwale iweze kutekeleza kwanza ni ile mambo ya kuweza ku automate services. Hapa ndio tusikuwe na msongamano wa watu uh, uh, pale uh, wakingojea watibiwe na pia vilevile vile itaimarisha uh, ile revenue management. Bado changamoto ipo kidogo husosana ule mfumo wa SHA wa kidijitali, na ndipo sasa ukitembea unaona msongamano wa wagonjwa wale ambao wanataka huduma za kiafya, bado inakuwa shida kidogo ni ombi langu tu kwa waziri wa afya mheshimiwa Aden Duale aweze kuweka mikakati zaidi kuhakikisha kwamba ile system ya SHA imefunguka na inafanya kazi ndio yule mwananchi ambaye anategemea hii SHA aweze kupata huduma kwa haraka maanake kama sasa e, mgao wa mwisho ambao tumepata ni wa Januari 2025 kwa hiyo bado iko miezi kadhaa E, ambayo bado hatujapata hizo fedha na ukiangalia e, mwaka wa kifedha wa serikali unaisha mwezi wa, wa sita. Kwa hiyo hatuna muda mwingi wa kuweza kutumia hizo fedha hata zikija.